Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mi hapa ni VWM, ukipenda Victor mado Mandala na, hii leo basi nikafika katika maeneo kadha wa kadha, na kabla nianze kuhusia maeneo ambayo niliweza kufika nikumbushe kwamba chini ya video hii kuna neno subscribe, kliki ya neno subscribe, kiambia sign in, sign in na Gmail akaunti yako, copy the link hapa join share, naweke comment yako hapa chini na usisahau kuclick notification bell ambayo iko hapa chini. Kwa hivyo hakisha kwamba umesubscribe pale nitakuwa vema tena zaidi kwa hivyo, na, e, nikafika katika maeneo kadha wa kadha, nilianzia kule pwani, sio Pumwani bali pwani, pwani mwa Kenya, nilianzia eneo la Nyali, watu wa Nyali, Nyali Beach pale, eh. Kuna lofa mmoja akata tamaa kabisa baada ya kuambiwa na kisura asahau ndoa. Naam, polo huyo aliyekuwa akiwa na uhusiano e, na, na, na mchumba wake kwa miaka kadhaa, kwa muda wa miaka kadhaa alivunjwa alivunjika moyo demu huyo alipomwambia kwamba asitarajie zaidi ya yeah. Pahala ambapo amefika yani, wamekaa pale. Najiuliza huyu binti nini aliona mpaka akafika mahali akaambia jamaa, mimi sitaolewana na. Sahizi wameaidiana wametoleana hadi zote jamaa, kabisa akona hops, anajua hapa nimepata mke, alafu anamwambia mm -mm. So, akavunjika moyo so jamaa alikuwa akidhani uhusiano wao utakuwa waowane, waanze familia pamoja. Sasa nini ilifanya huyu binti akabadilisha mawazo, wafikiria nini? haya semezana nami na pale najiuliza tu, kama wewe au sio. Haya, nikitoka kule basi, nikiwa bado pwani, nikafika eneo la Kilifi mjini. Kilifi mjini kuna mmoja, azifuta picha mtandaoni kwa kuwaogopa vichuna. Naam, jamaa mmoja wa hapa aliamua hata, hata chapisha picha zake katika mtandao wa jamii, mkewe alipotiwa hofu na jinsi vipusa wanavyo zichangamkia, yani, jamaa akiweka picha yake kwa mtandao, hey, I like it. You look beautiful. You look handsome. You look beautiful handsome, yani you look, wenye wanajibu pale 90% ni, ni mabinti, mabinti wasopoto. Kwa hivyo mke wake akafika mali akaona hii ni hatari, akawa basi anasikia, yani anasikia wivu. Sahizi huyu jamaa ambaye wale ambao wanacomment hawajui hata ana uhusiano nao. Lakini mke wake ako anafeel hapana. You know, jamaa aliamua kutoweka picha zake mtandaoni, akasema ili kudumisha amani ya ndoa. Wacha asiweke picha zake mtandaoni. Mana akiweka tu picha, kumaanisha kwamba huyu jamaa ni handsome eh? <laughs> Aya, sawa semi kitu ni eneo la wapi kule Kilifi, angalikuwa ni ungefanyaje? Was it the best decision alichukua ili kudumisha amani kwa ndoa yake? Haya, tafakari zaidi, niwekee comment yako kwenye comment section pale tuweze kusemezana zaidi. Naam. Nikitoka kule basi eneo la Pwani nikavuka mpaka eneo la Nyota kule Molo. Nyota Molo kuna moja atemwa kwa kumhadaa kipusa yeye ni mwalimu. Yaani polo mmoja wa hapa alijipata pabaya alipo eh, alipo fichulia mpenzi wake kuwa yeye ni mkulima hodari na si mwalimu alivyokuwa amemjulisha hapo awali. Najiuliza, unajua, huyu ni jamaa ambaye alikuwa amedanganya mchumba wake kwamba yeye ni mwalimu. Mi ni mwalimu nimeajiriwa na TSC lakini baada ya kumdanganya hivo akafika mahali akaamua tu kusema ukweli. Akamwambia, si vile nilikwambia hapo awali. mimi ni mkulima hodari, pesa ambazo naniona nazo ni za ukulima tu, si za walimu. Ni kwamba huyo mpenzi wake akarudi akamtema, yani anamkata. Na swali najiuliza, kama angejua ukweli kutoka kwa marafiki zake angereactaje? Sasa hivi jamaa mwenyewe ameamua tu kumwambia ukweli, tena anamkata. So from the word go alikuwa anapenda mwalimu ama anapenda mwanaume ama ni kisingizio tu ndio? Sijui <laughs> sijui, waonaje? Waonaje, ili kisingizio tu ama S so, jamaa angesema ukweli angeacha tu? Maoni yako yepi haya? Eh, nikisonga pale basi, nikitoka eneo hilo nikavuka mpaka eneo la eh, kuna jina hapa julikana kama Katangi Machakos, Katangi Machakos, ambapo kule Katangi kalameni mmoja wa hapa ahapa, mm, ya hapa hapa kwamba uh, ku, Naam, niruhusu ni gusie ni, tu asema kwamba kuna jombi mmoja wa hapa alimtaka jirani yake aamrishe am, kijana wake aliye hepa na mkewe amrejeshe haraka nyumbani kabla ya kuchukuliwa hatua kali. Duru zinasema kuwa jamaa alikuwa kazi mjini, kijana wa jirani yake alipomnyemelea mkewe na kumnyakua. Yaani eh, mtu akienda kazini na ni kijana yake, so sijui alitelekeza majukumu yake ama what happened, ndio angalau kijana mdogo akaiba mke wa mtu kijana. <tos> <tos> Ay, ulimwengu una mambo nakwambia, ulimwengu una mambo sasa. Ameenda kwa wazazi, anasema arudishe ama hatua kali ichukuliwe. Sasa hata sijui kama una chochote cha kuonyesha kwamba huyu ni mkeo, semi kitu. Naam, nikimalizia basi, eneo la Ruiru, Ruiru mjini. Ruiru ni city, Ruiru mjini mmoja aonyesha paa aonyeshwa paa kwa kushindwa kurushia demu wake mistari, ambapo basi jamaa mmoja wa hapa mtaani, um, hapa alishindwa kabisa, uh, kurusha mistari baada ya uh, kupatwa kupatiwa nafasi ya kujitetea na mrembo huyo. Na inasema, unajua, kuna watu ambao mafika mahali, wamekaa kwa uhusiano, wamejuana kwa muda. Dema amengoja angalau, angengojea amengojea, jamaa amenyamaza, amenyamaza tu, nakaa goigoi. Mara akafika akamwambia, wewe nawe goigoi aina gani? Kaa si ukae, mambo yako imeisha, nafasi yako imefika mwisho, sikupi nafasi tena. Sijui kalikuwa ungesemaje? Haya, Nikanika pita pita, nakwambia ulimwengu huu una mambo visanga na vijimambo, au sio? Nikanika pita pita za kwangu, nami hapa VMM, nikukumbushe kwamba usiondoke hapa kabla usubscribe chini ya video hii. Kuna neno subscribe, click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na jina la account yako, copy the link and share, na weke comment yako hapa chini, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo hakisha kwamba umesubscribe chini ya video hii. VMM, kipenda Victor Mandala anamaliza kwa kusema kuishi kwingi kuona mengi, na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Subscribe, bye bye.